Niko na MJ bwana, huyo hapa Master J, mkubwa, mambo vipi? Ah, salama namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Uko poa eh? E bwana mimi kuna kitu kimoja ambacho niliwahi kumsikia mm. pifa kwa majani mm. anasema kuwa moja kati ya msanii wake bora wa muda wote mm. ni Jimo uh -huh. So famous <laughs> Sasa kwa upande wako wewe hivi mm. yupi ni msanii wako bora wa muda wote Professor J. Professor J. Professor J au uh, Sugu? Kwa nini? Profesa Jay, wana mchango mkubwa. Unajua, mi napenda kuwapa heshima wale ambao kwa juhudi zao wali walichangia kitu na kutoa gemu kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Kati ya watu ambao wamefanya hicho kitu, actually inabidi nimpe Sugu kwa sababu alianza Sugu kwanza, ndo kijiti akaja kupokea Profesa Jay, kwa hiyo mi nampa Sugu bana. Sisi tunashukuru kwa time yako, yeah. Na Planeti Bongo ameongelewa mambo mengi sana. Sisi tunaheshimu. Sawa sawa. Pamoja sana.